Wananchi mkoani Mtwara wametoa kauli thabiti dhidi ya kampeni ya Chadema ya No Reform No Election wakisisitiza kuwa maendeleo yaliyofanikishwa na Serikali ya Awamu ya Sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan yanawapa kila sababu ya kushiriki kamilifu katika uchaguzi mkuu mwaka huu. Kauli hiyo imetolewa leo Aprili thelathini na mjumbe wa Baraza Kuu la Wazazi CCM Taifa, ndugu Idrisa Yusuf Nannila, wakati akihutubia mkutano wa hadhara katika maadhimisho ya Wiki ya Wazazi ambayo kimkoa yamefanyika Mumbaka, wilaya ya Masasi. Mkoani Mtwara. Niwaombeni mjitokeze kwa wingi kwenye kuchukua fomu mchakato wa uchaguzi utakapoanza. Sisi watu wa Mtwara tumekubaliana katika majimbo yetu yote na wilaya zetu zote. Walikuja watu wa Chadema wakazunguka mkoa huu, baadhi ya maeneo wakajinasibisha kwamba kuna kitu kinaitwa No Reform No Election. Tunataka nitume salamu kwa Mama Samia, tunamwambia watu wa Mtwara kupitia Mumbaka ya wazazi kwenye maadhimisho haya ya kuzaliwa Jumuiya ya Wazazi leo Mumbaka, tunasema wanamtwara hawajaipokea No Reform No Election na watashiriki uchaguzi 2025 kwa kichindo. Kwa nini tunasema hivyo? Tunazo sababu nyingi wanamtwara kuzungumza. Nitaanza sababu ya juzi tu hapa, Mama Samia kawapa wabunge wote kwenye majimbo 214 vituo vya afya nani kama Samia? Ina maana hapa Masasi mnapata vitatu, mtapata Masasi mjini, mtapata Lulindi na mtapata wapi, na Ndanda. Hiyo ni kazi ya Samia. Sisi watu wa Mtwara tumesema no reform na election ni ya kwao, wao. Hapa uchaguzi utapigwa, wasiweke mpira kwa pani, waje tushindane kwenye box la kura na tutawapiga. Shuhudia korosho ikiuzwa mpaka kwa shilingi elfu nne. Tunao ujenzi wa viwanda, Tandahimba wamejenga kiwanda cha kwanza, Newala wanajenga kingia, Tandahimba mjini kinabangua kwa mwezi zaidi tani mia mbili. <todicumulia> hatuwezi kuvumilia hai, yote ni kazi ya mama Samia. Njoo kwenye madarasa yale pale, yana tairi mpaka chini na mengine yana feni wetu wakuMtwara, mambo ya no reform no election kwao. Mama Samia njo uzoe kula zako Mtwara mwaka huu. No reform, no election hapa itafanya kazi. Tukigeuka hapa nyuma, kuna barabara hivi mkeka wa lami huu kutoka Nivata mpaka Masasi kilometa 200 na ushe zinavuliwa lami mpya. Sasa Mtwara sio reform no election wakati gani? Kwa hiyo kama kuna wahuni walipita hapa twara kuna wakata waje kwenye box tushindane nao CCM, oye!